Aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga Khamis Mgeja kati ya mwaka elfu mbili na saba na mwaka elfu mbili na kumi na tano amefariki dunia baada ya kudondoka nyumbani kwake katika mtaa wa Nyasubi manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga jana Novemba tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa mujibu wa mtoto wa marehemu Hatibu Mgeja, baba yake alikuwa akisumbuliwa na maradhi mbalimbali na mwezi Mei mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano alipelekwa India kupata matibabu ya miguu. Hatibu amesema baada ya kurudi kutoka India, aliendelea shughuli zake za kisiasa ikiwemo kushiriki kwenye kampeni za kunadi wagombea wa, wa CCM kwa kuomba kura za madiwani wabunge na rais. Jana Novemba 3, majira ya asubuhi, baba alifariki ghafla akiwa nyumbani kwake mtaa wa Nyasubi hapa Kahama, amesema Hatibu.